Wakiwa Wenje na kushukuru. Unajua walikuwa wanasema sema sana maneno kwamba Wenje na yeye anaondoka. Sasa, sasa sikiliza Wenje, sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Umesimama jukwani, umeona matumaini ya Watanzania na matakwa ya Watanzania. Nataka useme kauli mbele yao kwamba wewe sio sehemu

Hiki chama kimebeba matumaini ya watu wengi. Mimi binafsi, Wenje kaka yangu amezikwa na aliuawa kwa sababu e Chadema. Kwenye familia yangu tuna jeraha, tuna kofu, na tuna matumaini. Tunasonga mbele kwa sababu tunajua kuna gharama ya kulipa katika safari hii. Nipo na mimi, ni mwenyekiti aliyotakontinua hatuna ila tuna makusudi katika chama hiki, na makusudi hayo ni mabadiliko na uhuru wa kweli. Kwa hiyo yoyote ambaye hataishi katika makusudi abaguliwe, anajibagua na makusudi ya umma yanayotazama katika chama hiki. Mimi sina timu, uchaguzi uliisha, na mimi moyo wangu nikichagua upande, nikishamaliza nao tunaendelea na kazi ya nini, ya siasa. Hakuna mheshimiwa. Ah, mimi, mimi ni Chadema na ndio sababu niko hapa <laughs> lakini sina timu ya pembeni, ila namchukia kwa dhati kabisa mtu anayetaka kusaliti mapambano haya.